Maswala ya malezi, changamoto za kindoa, miamala na mmomonyoko wa maadili yanazidi kuathiri maisha yetu ya kila siku. Watu wanatafuta majibu, lakini wengi wanaishia kufuata hisia, miemko, mila au mitazamo ya watu fulani. Ni wakati wa kurejea kwenye suluhisho sahihi kupitia Qur'an na Sunna kwa uelewa wa wema waliotangulia. Karibu, karibu kwenye Duru ya umma sauti ya jamii, mwangaza kwa umma Kipindi hiki maalumu kinakusanya hoja na changamoto halisi kutoka katika jamii na kusifikisha kwa mashehe, kwa lengo la kupatiwa mwongozo wa, wa kisheria kupitia misingi ya dini yetu tukufu. Mada yetu ya wiki hii, changamoto za malezi ya watoto katika ulimwengu wa leo. Tuma sauti fupi isiyozidi dakika tano. Ukielezea changamoto unazoziona katika malezi ya watoto siku hizi sababu unazoona kuwa zinachangia watoto kuharibika kimaadili, ushauri wako kwa wazazi au walezi, na matarajio yako kwa mashehe. Je, yeah, ungependa watoe ufafanuzi au nasaha zipi? Tuma kwa njia ya WhatsApp kupitia namba alama ya kujumlisha 255765137245. Duru ya Umma, sauti ya jamii, mwangaza kwa umma. Tushirikiane kujenga jamii yenye maadili, maarifa na mwanga wa dini.